lakini pia sio faraja tu, tumejionea mambo ya kitofauti na maeneo mengine tuliyotoka. Naomba jipigie makofi mengi sana, maeneo yote ambayo tulikuwa tukienda na mwenge wetu wa Uhuru. Kwa kweli tunakuta wananchi wengi, lakini pia wamekuwa na hamasa kubwa sana kwa kweli. Sisi kama wakimbiaji mwengi wa Uhuru mtatuonesha kwa vitendo jinsi gani mnavyompenda na kumwenzi Daktari Samia Suluhu Hasan, pigeni makofi mengi lakini kipekee ni, ni mshukuru sana baba yetu nyumba yetu babu yetu baba yetu ambaye leo hii amejitolea kwa nguvu zake mwenyewe kwa kuonyesha upendo na mapenzi juu ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na yeye kama ni Mtanzania unga mkono za jitihada za miundo mbinu ya maji safi nao <tos> <tos> na salama, naomba mpigieni makofu mengi sana kwa kweli mzee wetu kwa jina anayejulikana ambalo linaitwa Mohamed Saidi kwa kweli mzee huyu ameonyesha jinsi gani anaendeleza falsafa ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati anaupandisha mwenge huo huo juu ya mlima Kilimanjaro, alikuwa na maana nyingi, ikiwemo swala lazima la kuweka matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, kuweka upendo mahali ambapo pana chuki, na kuweka heshima mahali palipo jaa na dharau. Leo hii ndio mzee wetu Mohamed Saidi ameweka upendo katika eneo hili lakini pia ameweka matumaini makubwa kwa wananchi, lakini pia ameweka heshima juu yake yeye na familia yake, juu yake yeye na wananchi wa eneo hili, lakini pia wananchi juu ya serikali yao inaongoza na Daktari Samia Suluhu Hassan. Na nayasema hayo kwa mzee huyu kwa sababu yeye kama ane, ame, onisa, ni mzaliwa wa eneo hili ameonyesha kwa vitendo. Lakini pia mheshimiwa mkoa alikuwa ananiambia mzee huyu amejitolea kwa nguvu zake yeye binafsi lakini pia amewaambia wananchi wa eneo hili hakuna sababu ya kila mwananchi kuenda kutoa fedha kwa ajili ya kupata maji haya, lakini pia wameniambia kukua wilaya mzee huyo ameshasema, na mimi naomba niseme kwa umma na mheshimiwa rais ajue kwamba kweli kuna baadhi ya wananchi ni wazalendo wa kweli kweli na wanamuunga mkono ni sawasawa. Ndugu zangu wananchi, mzee huyo wameshatoa kauli kwa serikali ya wilaya, amesema kwamba hata leo hii afariki basi mradi huu utakuwa unaendelea endelea kusimamiwa na utakuwa unaendelea endelea kutoa maji katika eneo hili, na kama kuna watoto wake kuna wajukuu zake, basi na wao wataendeleza mradi huu kuweza kutoa huduma kwa wananchi, na hata kama atafariki, basi uzitokee kuna mwananchi ataweza kutolewa fedha kwa ajili ya kupata maji katika eneo hili. Kwa kweli, huu ni uzalendo wa hali ya juu.